Majira ikiwa ni saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki, tarehe nane za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita Na mimi ni Rejabu wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, General Makanaki atoa ujumbe mzito kwa wale wanaomtakia kifo. Katika ujumbe huo wa Jenerali Makanaki, rais wa chama cha Makanaki azungumza mengi, huku pia msaidizi wake Mika naye akifunguka kuhusiana na kifo cha Makanaki. Raia Fizi watoa tahadhari kubwa ya uwepo wa maandalizi ya vita kutoka kwa M23 Tigwaneo huko maeneo ya Mukera kwa mlima na sehemu za Waloimanya. Walikale, FRDC na wazalendo wa washia moto mkali M23 eneo za Kibati na mkumbuka operation Sadiya mzalendo bali kunaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo hukuunaezona kwa screen yako, ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yakazili kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira jimboni Kivu ya Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako General Makanaki atoa ujumbe mzito kwa wale wanaomtakia kifo. Ni takriban siku mbili ambazo picha zimekuwa zikizagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kwenye magrupu ya WhatsApp huku yakionyesha mwili wa mtu anayesadikika kuwa ni General kiongozi Makanaki. Ujumbe huu picha hizo ziliweza kuwagusa huku maelfu ya wakongomani kokote duniani na hivyo kuweza kuleta hali ya sitofahamu katika uwanja wa mapigano. Baraka One TV iliweza kuzungumza na rais wa chama cha General Makanaki na alikuwa na haya ya kuzungumza huko hey, naongea na Baraka1 TV hapa. Naona kabisa sasa, kiongozi, kuna habari watu wako wanazisambaza kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na kiongozi Makaraki wewe. We kama kiongozi uh, wa chama, kuna uh, kuna habari gani kamili? Raja, unataka nikuambie ukweli? Naam. Kiongozi yuko salama, kiongozi kiongozi anakaza, kiongozi kwa sababu wananchi wamekuwa katika wakati mgumu sana kusikia kwamba kiongozi Makanaki ame amekaa kimya na picha ambazo ziko zinazagaa, ambazo zi zi zinatengenezwa na maadui wetu, wakisambaza kwamba tayari ametoweka. Ulikuwa na ujumbe gani ambao unaweza kutoa kwa raia ya Uvira kuhusiana na hizo eh, habari za uongo <tripe>

ya, yeah. Kama ni mambo salama mm, na tunashukuru sana kwa kwa sasa hivi -hmm. Labda yeah. kuhusiana na operation ambazo ziko zinafanyika Uvira watu wanasubiri kwa hamu kuona tena tunarejea, na wanalia kwamba tunachelewa. Unaweza pia ukawambia nini kuhusiana na masuala ya, ya, ya operesheni, wakate tamaa ama waendelee kusubiria moto ambao u, u, unakuja na, kwa kiongozi mwenyewe.

Mambo ni mazuri. Mambo ni mazuri kabisa. Okay. Na nakushukuru sana kiongozi. Hakuna shida, na kwa muda kidogo kuna kitu ambacho nitaandika ndio sababu. Okay. Na na naisubiri pia nafikiri nitaipata ili niweze kuifanyia kazi pia.

nae hmm. okay, asante sana yeah. Baada ya hapo pia tulipata nafasi ya kuzungumza na msaidizi wa General Makanaki ambaye pia ni Kamanda Mika, naye alikuwa na ujumbe huu kuhusiana na, na kifo cha General Makanaki. Mungu wa salama, ni mie Mika. E, tuko salama, hakuna hata mtu ana shida, akuna mzee iko salama, tuko naye hapa basoda yote, tuko nabo hapa, viongozi wa ofisi yote tuko nabo hapa bote, kikosi yote ko hapa, inaongozwa na jenerali Mbole iko hapa, akuna mwanadumia, tuko hapa kulinye defru, tuko hapa Hakuna mwenye alikufa na hakuna mwenye alidumia, tuko wazima sisi wote na watoto wetu. Eh repo ambia watu wache ushinda, wanadanganywa danganywa, hiyo ni ma kampanye za adui adui adu, wanaandika oh, tulidumia bana Biblia tulidumia oh, Makanaki alidumia. Makanaki iko mzima iko mzima iko 100% iko bien eh eme kwa sasa, hali katika uwanja wa mapigano inaendelea kuwa vizuri huku wazalendo wamejipanga vizuri ndani ya tarafa ya Ovira pamoja na tarafa Fizi, lengo likiwa ni kuweza kukomboa maeneo ambako panashikiliwa na magaidi wa M23. Katika kuweza kutoa ujumbe mzito, huyu hapa mwenyewe Jenerali Makanaki akizungumza yote ambayo yanasemwa dhidi yake, tunasikia habari zinazagaa sehemu zote kwamba kiongozi Maganika Simbira Juni amefariki. Njo huyu mwenyewe, huyu hapa anazungukwa na majeshi na viongozi wote. Kiongozi Tavana huyu iko hapa, kiongozi Mbole iko hapa a kiongozi fyeka adui huyu anawafyeka iko hapa kiongozi namejua ni nyoka, nyoka mwenyewe uko hapa, na majeshi hapo hapa tuko. Ni makobola sa, mnasema makanaki alikufa, makanaki alikufa, makanaki alikufa. Sasa makanaki anakufa kila siku. Jambo mzee Makanaki, jambo sana peti. Mpate kwanza ukali, yani nitafune kwanza. Jambo sana ndugu journalist, mbona banasema ulikufa mzee? <laughs> Mungu awabariki sana kwa maana wajui mambo viko ndani na wajui waliosema ndiyo huko ah. Hai, niko hai kabisa. Unaweza ambia mwenye Rwanda kama uko hai na ile maiti ilikufa ni mtu wao, wakafanya montage juu bademoralize ba vatoto ba etu mbo ndio wana jurnaliste. Unaona, walipigwa sana, wakasikia haya, ndio maana walipenda kudanganya eli mapopi yavo ya wakongomani ya viko hmm. nadanganya pale hmm. na ile majeshi yao viko nakamata kwa nguvu aseme baliwa makanaaki baliwa bazalendo kumbe wondo ndo balikufwa. Ile maiti tuliona muluanga isha bomoke naoza, ni kweli kabisa, ni maiti ya mtu wabo. mm -hmm. ndowaeme M23 alikuwa wamulivi munene, na ndo tulipiga pale, na ndo mwene balifilme bakafanya ile matheatre yabo ya kusema kama ni mi makanaki, memi makanaki niko mzima. Na sasa tunaendelea, hatuna kazi na tunajua sisi hatuna nguvu, kuna kitu kene Mungu atakufanyezia watapata maelekezi kesho, wala kesho yake watapata adabu. Adui yana bahati, mimi najua Ba... sieka adui wenge unafiekaga, iko vile unaona. Je, umewafieka vizuri? Asante. <laughs> Asante. <laughs> Alafu wanasemasema uongo, kiongozi amekufa, sijuie wamepiga bomu bomu, bomu, bomu gani sasa. Napenda tu kuambia batu bawe kimya, bawe huru na wajipe moyo, bafanye makazi, na tunajua na sisi tuko na kazi yetu Mungu alitupangia. Asenti bana mboka, bana mboka kuraji. Kiongozi hapo kwa eneo gani? Hapa niko kwenye char de bataille ya operation hapa Makobola, Makobola. Ndio. Mm. Kiongozi tabana. tabana Roger unaongoza, mm. eneo za kuanzia Kiliba juu kupanda mm. Kagogo, Katobo na kupanda najoinekonaamu naona na, na <laughs> watu wote wako tayari, vijana mko tayari Ndiyo. Jeshi mpo? Ndiyo. Kiongozi Makanaki yupo, yupo. Mnakubali? Ndiyo. Mungu asaidie. Na baada ya taarifa hizo kutoka kwa Generali Makanaki na anavyozungumziwa e, moja kwa moja tuingie Tarafani Fizi ambako raia Fizi watoa tahadhari kubwa ya uwepo wa maandalizi makubwa ya vita kati ya M23 utuigwa nahuo maeneo ya Mukera wa Mlema Walomanya na maeneo mengine, ni takriban miezi miwili imepita, ambako jamii ya wakimbizi Rwanda wa Kinyarwanda wanajita wanyamurenge pamoja na eh, kabila la Wabembe na makabila mengine ya Kifuliru kwenye milima ya Nyanja juu pamoja na chini tarafani Fizi kuweza kuishi kukaa kwa pamoja na kutembelea soko za pamoja maeneo ya Ipupu. Hivyo kumeweza kufanya Wabembe kuweza kujisahau. Tatizo hilo limekuwa likifanyika hivyo mara kwa mara huku wenye Rwanda wakijisalimisha na kudai kwamba wanahitaji kuishi kwa amani, lakini chini kwa chini wanakuwa na mambo mengine ambayo wanakuwa wako wanayafanya. Tahadhari imeweza kutolewa na wananchi wa hayo maeneo wakisema kwamba kuna maandalizi makubwa ya vita ambayo yako yanaandaliwa kati ya M23, ambao ni washirika wa tuguaneho dhidi ya kuvamia maeneo ya Mukera, maeneo ya Wamlema, Walumanya pamoja na eneo zingine, ili kuingia mpaka maeneo ya epopo mengi na zaidi. Ripoti hii kutoka tarafani Fizi. Guverma central tunawalomba intervention. Adui anaingia Minembwe. Adui iko Mikenge, Kalingi, Vilundu. Adui pale wa anajiunga natwigwa neo pamoja na lere tabara biko pale kwa kumbino za kufungua njia ya kupiga Mukera kwa Mulima kwa Lumanya, Lusuku, Abala, Kanguli ili wapate kupenyeza waingie Bibogobogo wengi, ibogobogo komandabatayo mwenyiko, bibogobogo iko pur batusi hange FARDC komandabata iko bibogobogo. Tuambiane kweli, mufanyi swivi, mwingize jeshi letu la taifa pala bibogobogo, na bibogobogo njo mwingine mubaya, inaweza ikatuletea masara katika mji wa Baraka. Tufungue macho Lulenge,

Na mungu nasikiliza Amka na Baraka One TV ikiwa ni tarehe nane za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki. Ejidi Kizenga Tembele Kingsele Kizabe ayiba, Mashaka ayambade dune butu tom biondo mzee wa state ya maini Kashosi da feza da letisha da asha da arwin Wakiwa nasikiliza Baraka One TV akisi kandeke asimwe baguma Samuel kutoka Czech Republic ramake a Afrika Kusini, Mohamed Papi Rajab Elisha kutoka Nairobi, Emanuel Mwang'ombe asani, asuk, asani ayeba, Ay, Ay, Mashaka ayamba pia akiwemo, na, wakiwemo pia wazee wa Kakuma bila kumsahau Jak Baguma kutoka maeneo ya Uganda. Na baada ya taarifa hizo kutoka Fizi, tuingie jimboni Kivu ya kaskazini tarafani Walikale ambako FRDC na wazalendo wa washia moto mkali M23 maeneo ya Kibati. Mapigano yalizuka upya maeneo ya utawala wa Kibati ndani ya grupmenti ya Luberika inayopatikana Walikale, jimboni Kivu ya kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na vyanzo vya hayo maeneo ni kwamba M23 walijikuta asubuhi wakivamiwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, lengo likiwa ni kuweza kuwatwanga na kuondoa katika hayo maeneo ambapo walikuwa wanayashikilia. Silaha nzito nzito pamoja na nyepesi zilisikika katika hayo maeneo, huku M23 ambao wako maeneo ya Kashebere Mugazi, wakikutanana na kipigo kitakatifu tokea asubuhi tumeweza kusikia milio ya risasi ya maeneo ya Kashibere, huku wazalendo waliweza kuvamia makao ya M23 kwenye kilima cha Kibati. Lengo lilikuwa ni kuweza kuondoa katika hayo maeneo ili yaweze kurudi tena mikononi mwa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC, pamoja na wazalendo. Ukiachana na maeneo ya Kibati, maeneo mengine ambako kulikuwa kuna mapigano ni huko maeneo ya uh, Rubona ambako pia mapigano yalikuwa ni makali kuanzia tarehe sita na tarehe saba za Januari elfu mbili na ishirini na sita ambako M23 walijikuta wakitongana na wazalendo wa CMCFDP maeneo ya Rubona, ndani ya kilima cha Bukombo Santre, ikiwa ni tarafani Ruchuru jimboni Kivu ya kaskazini. Vyanzo vinasema vilevile maeneo hayo yalianza kushambuliwa na wazalendo, ikiwa lengo ni kuondoa magaidi wa M23. Mapigano yaliyochukua ya takriban masaa ishirini na moja yaliweza kufanikiwa kwa wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuwarudisha nyuma magaidi wa M23. na tatu hii kunasikiliza, ni Amka na Baraka One TV. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mingine tukutanane majira ya saa sita, saa tisa, pamoja na saa kumi na mbili. Bye bye. Alikufa njoo yuko hai. Leo ni siku ya tatu, tarehe saba mwezi wa kwanza mwaka wa elfu mbili na makumi mbili na sita donc le 7 janvier, um, 6 wanasema Makanaki alikufa bo, tulishakiaona ni maiti ya, ya M23 yenye tuliua hapa Luanga na ile maiti inavaa kart, nani kamba mshingo na kartushere ya noir njoo yenyewe inavaa ile maiti, na waza mzee Makanaki yuko hapa iko natafuna mayani ya pori mzee, we huko mtu wa pori, mbona tafuna majani sana? Niko mtu wasilia huko. Watoto ya wababu, mbona wanasema ulifariki, umepigwa bomu umefariki, wamekuchinja sijui, wanachukua maiti wanaitengeneza, wanasema ni wewe. Asante sana bwana journaliste ni mima kanangika Simbiga John niko kwa mdo, niko hapa kwa hapa kufro Makobola makobola hapo ndio, mko na uongozi wengine hapo, tuko na uongozi wote wa Zalendo na FRDC yote. Correct. na viongozi ote vengine bote viko komanda sektere na vengine wote. Okay. Hapa naona kiongozi mbole iko hapa kariu yako hmm. Naona kiongozi kibido. Ah, mkubwa wa mbali huyu wa sektere ya, ya ngambo Tanganika. Ya Tanganika watu Watanganika wako, wako. hapa hmm. Na wengine wa viongozi hapa, naona kiongozi mwingine mtu la kutoka Sebele, wote wamekusanyika hapa na majeshi hapa. Dokta, nilisikia jina ya dokteri muganga anayetunza watu hapa anaitwa Miner <laughs> dokta Miner. Ao, oh, wanasogelea kiongozi makanaki kwa kushuhudia kwamba hajakufa. Sawa, merci. Napenda kuambia wakongomani wote, wala wazalendo wote, na rais wetu fachi beto Tshisekedi eefimo kilimobimba kama mtoto wake makana kika simbika joni kwa hapa kada ndani au aleze, tunaendelea na kufanya kazi ya inchi, na wale maduu wenye kuhusika na ile mambo ya kusema sema ni hao ndio wanafariki sana, ndio wanapenda wakazi wenzao, moyo bale kuogopa kwenda muvita wakazi, moyo wa kusema, hapana Mwende tu tunaenda na kuua wale walidere vale yao, msiogope, lakini sisi tuko na tunaendea tunavapiga tu hadi mwisho. Napenda kuambia wakongomani wote wawe uhuru. Mimi makanaki huyu niko kabisa, niko mimi najua yeah. yeah. Mimi najua adui anafanya kampeni kwa sababu wavijana wetu wazalendo waregee moyo, wajue kiongozi shujaa amefariki. Shujaa yupo memuona, watu wote wanamwona, nashuhudia na kwamba Makanaki yupo, wanamuona wote watu. Ile ni mambo ya adu ule. Natuko na tuko na shujho moya, ni Mungu ndo anaenda kutupigania. Asante, asante sana, hata yes. Mika yuko mm hapo -hmm. Ni huyu ni Mika, huyu ni Mika, huyu ni Mika huyune, naona ni Mika, nie naona kabisa pale. Kiongozi, mwenye Mungu abariki sana. Asante sana. Okay. adui atachoka. Atapigwa hadi achoke. Okay. Mungu asifiwe. hata mzee mze na nakaleko pale <laughs> na yupo mzee wa Gongo. Uh, mzee wa Gongo, mzee wa Gongo. inafanyia kwamba viongozi wote wapo